Kuna mtu alinipigia simu mm -hmm. Akaniambia niongee, ndio maana unaona hapa naiongea. mm -hmm. Akaniambia mimi nimemwambia mke wangu aende kwenye hoteli fulani huh? Akanisubiri kawaida -ka tu, na tunaishi huo huo mji mm -hmm. Ila tu nitaka nimpe mke wangu experience uh, ya nyota tano kwamba hoteli za nyota tano zikoje huh? Asema nilimpeleka mke wangu mm -hmm. Nivyofika nikakutana na bili Mke ameenda sijui, akaogeshwa hmm. Akaoshwa miguu <laughs> kaoshwa nywele, kala hmm. Kaita shuga zake, wamekunywa uh -huh. Hoteli ya nyota tano kuoga kula sio kitu, mchezo sio kitu kidogo hmm. Na ni jiji la biashara. Asema nimekuta pale bili, pamoja na bili ya chumba milioni nne, madam pata sijaingia bado kulala, yaani mke nimemtanguliza mimi, nakuja kalika na marafiki. Nafika pale, watu wananiambia, ai see msee, mke wako yupo juu, anapiga simu, kanunua juisi ya gharama, mvinyo wa gharama, anakunywa. Sasa najiuliza, sasa sasa yeye anasema sasa, mimi nimekaa hapa, najiuliza wai sipati majibu mm. Nikafika ndani, kamuliza mke wangu, unajua kwa kukaa hapa masaa matatu umetumia shingapi? Asema hapana, milioni nne asema, karuka, kasema, nini yote hiyo tuenda, wakatupigia mahesabu. Bwana mimi sijatumia hela yote hiyo, anataka sasa kugombana. Mm, ulikuwa una haja gani ya kuja kuogeshwa hapa? Mm, kwani wee ujui kuoga yani? Eh, ameoshwa miguu, kichwa mikono kaogeshwa, yeye sui shoga zake nao wameogeshwa, wamefanyiwa masaji masaa manne, milioni nne. mm. Asema kila nkifikiria nimpeleke sehemu nyingine, labda kuna hoteli nimeigundua ni mpya, nimpeleke aka experience, nakumbuka alichokifanya na kumbuka, mm. nakata tu tamaa. Waambie wanawake wengine wacheze kwenye, kwenye bajeti za ume zao. So, kila tukitaka kukutoa out yani tuna hela nyingi mm. Tunata, kuna saa tu tunatamani wake zetu na wao wafurahie harakati zetu kwa hiyo nakutoa out mm. angalau ule katika asilimia kumi ya mapato yangu mm. So, ndo tena unafika kule unakuja na kikundi cha watu sita, saba Mimi ni mkeo, mimi ni mmeo kupitia hiyo story madam kuna umuhimu wa kuanza kuelekezana nyumbani kabla mtu hajafika huko kwa nia njema. Kuna umuhimu wa kuhudhuria madarasa, ukisikia Smart Ladies wanaitwa kuna mikutano ya wanawake, kujitambua, kujua nafasi zao, kuj... jinsi gani malezi, hudhuria dadangu mm. hudhuria, unaenda kuaibika, alafu sasa pia unamwaibisha na mume mm, alafu unamfanya mume anageuza mapenzi kwako. Sasa mtu mpaka ananiambia ukifika, ukifika redio ni sema mm, na namuuliza hichi kitu kimetokea lini, anasema hichi kitu kimetokea 20... Elfu mbili ishirini na tatu. Hmm. Mpaka leo miaka miwili mtu analo tu hmm, ina maana siku zote liko asema, nikamhadisia shoga besti yangu rafiki rafiki yake yake, mbona mke wake kamhadisia rafiki yake, yeye hana mambo hayo mm, kila anachotaka kufanya, hmm. Napiga simu bwana, mi nataka nifanye kitu fulani hmm, asema. Sasa mimi nikagundua kwamba kumbe kuna ambao wengine ni wastaarabu, wana huruma hmm, na wamezao na, na kuna ambao wengine We, kwenye, mtu kakutoa Ene hata kama mtu sio mumeo mtu, uh -huh. Mtu kakutoa, ni rafiki. Mtu akasema ngoja nikutoe, ukifika pale unafanya vitu vya kukomoa hata hizo maxi unazotaka kupewa kama. uh -huh. We ndo uonyeshe kweli wewe ni wife material. uh -huh. Zinapungua dada, kwa sababu mtu anasema hapa tu nimemleta anakula vitu vya bei gharama ambao we mwenyewe ukiambia ulipie utaki. uh -huh. uwezi kulipia kula kitu ambacho hata kama mtu waki, akiwa amepata presha au katikati ya kula amepata kiharusi unaweza kulipa, <laughs> unaweza kulipa. Hmm. Kwa sababu mtu akipata shock hapa si kama watu wa hoteli watayarisha kukudai hmm. Watu wataendelea kukudai je, unaweza kulipia hicho ulichoagiza hmm. Unaambia mtu na mkoba nimeuona online, mkoba unauzwa milioni saba nane kumi kumi na sita hmm. Unamtuma mtu wewe wenyewe unaweza kulipia hapo sasa Bwana, yeye nimekwama, hu mkoba nimeshindwa kununua. Unaanza tena kumtukana yeye, hanifai huyu, mm. hawezi kununulia vitu vya gharama, we unaweza kujinulia ndo. Aa, wanawake wengine wakawa kwenye kikundi cha wanasomeshwa na huyo mwanaume, anasomesha kuhusu mbinu za, za kuwa mwanamke wa thamani na nini. Sasa mimi nataka mwanaume mwenye gari, akaambiwa na yule mhamasishaji utapata mwanaume mwenye gari ulipo paki gari yako. Yaani ulipo paki kwenye gari gari yako ukishuka na wewe ndio mm. utapata. Lakini kama huna gari sahau utopata. Utapata watu walio kodi magari. Mm. Kwa kama unataka mtu wa level fulani na yeye kuwa kwenye hizo level. Kama wewe ni mtu wa kubaruza milioni nne ndani ya masaa matatu. Tafuta mtu wa aina hiyo. Upewe hela. Uonyeshe umonyeshe mtu kwamba we ni mtunzaji wa hela. Mm. Kwa sababu sio kama wewe mtu atakuwa na hela milele. Madam, una unawapa usia gani wanaume ambao wao kazi yao ni kuzalisha huko nje na kuwachukua watoto kuwapeleka kwa bibi yao? Yaani anamtesa mke wa babake, kwa sababu uh, imekuwa kama kama ni tabia hivi. Sasa wakikorofishana kidogo mm, utasikia mlete mwanangu, ataenda kulelewa okay. na bibi yake, ndugu zangu ndo usiseme huwezi, mm. kumpelekea mtu wa mwaka 47 akulelee mtoto wako 2025, haiwezekani huh? mm. Haipo, wamepi 47 mpaka 2025, miaka dahari wamepishana. mm. mm -hmm. anaweza akawa ndio huyo ameenda anakuja hapa anamwambia bibi, tumetumwa Bansen bana. mm -hmm. ni elfu tisini bibi, watu wakaenda kuvunja mgongo, anatafuta Bansen bana. mm. Kumbe ni kifaa ambacho kinapatikana shule. Kuna watu wanaenda kuadai bibi zao attendance register bibi, mm. tumetumwa attendance register mm. kwa sababu ya kuwapelekea wazee wawalelee watoto wenu. Mtu kasha kulea wewe na kichaa chako lichonacho, <laughs> mpumzishe, unampelekea tena kichaa Promax, ambao ni mwanao mm. mpumzishe, ye sio mjinga alivyokulea nataka kuritaya, kama we ni mbabe sana wa kuzaa. wacha watu walelewe na mama zao mm. Usipeleke matatizo yako kwa kwa mama wako, lakini pia kama umezaa nje na kutumia ujumbe sasa, wewe uliyezaa nje ndio ukamletea mke wako wa ndoa kulelea watoto wako, mm. kila ukikaa rudi nyumbani, kwa nini uangalie? Hakuna mtu ambaye atalea mtoto ambaye ulimpata kwa kumsaliti kwa amani na mapenzi, mm. anatakiwa awe, yani ana roho ya kiutume huyo, mm. mtu ndio anaweza akalea mtoto wako kwa, ukiona mwanamke ulimsaliti mpaka ukafikia hatua ukazaa huko ulikozaa, mm -hmm. Ukamletea mtoto wako akakulelea kwa mapenzi, hujai kuambia mwanao kaungua, mwanao kapigwa, mwanao kavunjwa mguu. Huyo mke unatakiwa umpe zawadi mm -hmm. Na um, umlee kama tunu. Lakini mi nakwambia kama umemsaliti mwanamke mm -hmm. mpaka ukafikia hatua ukazaa huko ulikozaa, ukaona haitoshi umletee uthibitisho wa maumivu yako, umletee pale pale ndani, ikala moto akaenalo ukikakaa kazini rudi nyumbani uangalie hali mm. Mm. Sasa kuna watu wanafanya biashara, madam, lakini kuna mtu ananiandikia hapa anasema, naomba umuulize madam kama hili lina ukweli, maana anaona kama linamkatisha tamaa. Anasema ukiweza kuvumilia kutokupata wateja kwenye biashara yako e, umeweza biashara, maana biashara inahitaji nyakati ngumu zaidi kuliko nzuri, ili ujijenge vizuri na ujue wateja wanataka nini haswa. Kweli avumilie? Ee, swala la kupata hasara sio, ee, tu mwenye kupata hasara. Kuna watu wameanzisha wengine, mabilionia wameanzisha biashara zimefeli mm. Usiwe na wasiwasi kupata hasara ni jambo la kawaida katika biashara mm. Sema soma pattern. hasara mara nyingi inapatikana na nini? Ni wewe mm. mwenyewe, ni, ni hali ya uchumi ya nchi ni mlolongo wa hali ya maisha mm -hmm. Alafu tafuta mwarobaini okay. Kwa kila changamoto nam, lakini huwezi kusema eti kwamba nitaanzisha biashara tu tuipande tuisianguke kwa mm -hmm. Kushuka na kupanda ni kawaida. Sawa sawa. Isa kutoka msikiti wa Ijumaa pale anakusalimia sana. Asante, anakusalimia sana Isa kutoka msikiti wa Ijumaa pale barabara ya tisa kwa kumi, anasema: samahani kaka, naomba umwambie madamu, naomba ushauri. Anasema yeye na mume wake wanapendana, ila wazazi wa mume wake kizaazaa, hawamtaki mpaka akimsalimia mama mkwe anasonya. Uh, sikia msonyo wa mamkwe huo eh. Anasema anamwambia mwanaye eh, hutakuja kuzaa mwana na huyu mwanamke. Je, nifanyeje mama? Anampenda, amesema wanapendana. Kuna msemo wa Kiarabu unasema, kama mwezi unakupenda mm, nyota we, kama mwezi unakupenda nyota we ni za nini? mm. Mm. Hey. Msemo huo wa Kiarabu mm. Kama mwezi unakupenda nyota we ni za kazi gani? Takusaidia nini? Kwa sababu unajua kila mtu ana hila yake. Wewe mtriti tu kama mzazi, mheshimu, msalimie. Akisonya wewe chukua kama vile kakubusu, uendelee na maisha yako, kwa sababu akikusonya unaona mpaka kanikisi huyu mama mm. mkwe, kwa sababu huwezi kubadilisha moyo na hatima ya mtu mtu mwingine. Mwenyezi Mungu ukamjalia mpaka uzee wake abaki hivyo hivyo, mm. kwa hiyo huwezi kusema kwamba mimi huyu nitamtoa kwenye uovu nimpeleke kwenye uzima, mm. kashapigwa muhuri moyo wake. Na kama yeye amesema wewe uzai, wewe unatakiwa sasa umombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, wewe nataka umuonyeshe mamangu mkwe wewe kweli, mimi ndo nakuabudu, kwamba wewe na yeye wewe ndo, mm -hmm. eh, we e, we Mungu, hebu muonyeshe, hebu nijalie mimi nipate mimba ili mamangu mkwe aamini. Mm-hmm. Kwamba kuna Mungu. Naam, kupitia wewe naweza kumpa mawaidha mamangu mkwe. Naam.